Niko kwenye kikao Kabutu, niko kwenye interview ya kazi sasa hivi, naomba nisikilize japo kidogo mchungaji au sawasawa. Wapi? ni kiwanda cha bia. Nafasi gani umeumba Kabutu huyu? Nafasi ya mwonjaji wa bia wa kampuni. Sasa Kabutu huko, si ndio utapotea kabisa? Kwa nini usitafute kazi nyingine? Naomba tuheshimiane, kila mtu na maono yake lakini we Kabotlo, sitaki. Nimemwomba Mungu mwaka wa saba sasa niipate hii kazi, alafu unitaka kuniambia nini? Aya, sawa, nikusaidieje? wanataka kusikia ushuhuda wangu kuwa mimi ni mwaminifu ili wanipe kazi? Aya, aya, we Kabotlo, speaker niongee. Aya, ni aya, dakika moja, mkurugenzi anakusikia hapa. Ah sawa. E, e, mkurugenzi huyu ni kijana wangu anaitwa Kabotlo, ndio ni eh, msomi kama vyeti vyake vinavyoonekana, lakini pia ameokoka, anampenda Yesu na awezi kunywa pombe kabisa. Pombi kabisi. Mchungaji, umeliharibia kaziuradiwe <coughs>